Nyangomango, kwa Kisukuma, jiwe la kusagia dawa. Hapa ndipo ambapo vijana katika jimbo la Nyanza Kusini, Masagaidi na Eswayelo, wanakutana kuweza kujadili mambo mbalimbali mbali ili kuweza kuitendea haki na kuiendesha idara ya vijana jimboni SNC, ambapo hapo anapata fursa ya kuzungumza na mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini Mchungaji Musa Nzumbi, anawaasa vijana kuhakikisha kwamba wanashirikiana na viongozi wao lakini pia kwenda kufanya kazi ya Mungu. Moja ya mambo ambayo tumeendelea kusisitiza ni vijana na mahusiano kwa wazee wao wa kanisa na viongozi na makanisa mahalia. E, mafanikio ya kazi yako kwenye mahusiano. E, kwenye, kwa hiyo ninaendelea kuatia moyo viongozi wote wa vijana wajenge daraja la mahusiano e, na viongozi wa kanisa ili kufanya eh, eh, utendaji wao wa kazi uweze kupata kibali na kufanikiwa zaidi. Tukumbuke kwamba tunalenga utume. Idara ya vijana ipo kwa ajili ya kukamilisha utume wa kanisa. Vijana wote wa South Nyanza Conference waitikie eh, kwenda kufanya utume kwa maeneo mbalimbali mbali. Mchungaji Samuel Gisiri yeye ya ndiye mkurugenzi wa idara ya vijana jimboni SNC hapa anasisitiza kile ambacho wanakitekeleza na kile ambacho wataendelea kukitekeleza. na vijana, tumeitwa kwa ajili ya kuwaleta wengine kwa Yesu. Kuwapo kwetu hapa kama viongozi ni sisi kupeana chaji, ni sisi kuimarishana, ili tukawafanye wengine wamjue Yesu, lakini pia kutembea katika njia ambayo Kristo anaitaka. ni tie moyo, lakini ni rai yangu wote mnaonifuatilia na kunisikiliza ya kwamba kwa kuwa tumeitwa kwa ajili ya kuwaleta watu kwa Yesu. Kama idara tuko tayari kuwaleta watu kwa Yesu. Tuwe pamoja, tushikamane, tuungane kwa pamoja ili Yesu anapokuja kundi kubwa la vijana kwa kuwa ndio kundi kubwa la waumini na washiriki katika ulimwengu huu. Sote tuungane pamoja. Ya Yesu. Nao viongozi wa vijana katika kanda mbalimbali mbali hapa jimboni SNC, akiwemo b eze Kabuche, wanaeleza kile ambacho wanakifanya lakini pia vile ambavyo watakaa karibu na vijana kuwaelekeza na kuhakikisha kwamba wanatekeleza yale ambayo ni matamanio ya kanisa. kusudi tu refresh, tujikumbushe. Natoa wito kwa vijana, mikutano kama hii ikitokea njo turudi kwenye misingi. Tukija kufundishana, tukija kurudi kuelekezana upya, tutakuwa katika mstari ulionyooka unaopendeza katika idara ya vijana. Nimefurahi kuwepo hapa katika kambi hili ambalo ni kwa ajili ya kukumbushana yale ambayo ni mambo ya msingi tunapokuwa katika kuwahudumia vijana. Wito wangu ni kwamba viongozi wote wa vijana makanisani, wazee wa makanisa, wachungaji, lakini na washirika wote kwa pamoja, tushirikiane na vijana pale ambapo wanahitaji ushirikiano wetu, ili kusudi kwa pamoja tuandaliwe kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni.